Kama una kosi lolote kwa akili yako, enda TVET. Ma county kama mingi wamejenga TVET, enda usome technical college ya mkono. Ndio ujinga ya kutukana watu kwa media, ndio ujinga ya kufikiria enda huko. Mimi nikikutana na gava natafuta tenda, ng'ombe ya nakuja hapa anasema mambo ya enda huko. My friend, mimi si obi, nisaidieni nimetoka kazi yangu. Mimi natafuta namna jinsi ya kupata tenda, ng'ombe ya nakuangalia, anafiri mambo ya enda huko. Ng'ombe hii amesifu watu. Hana hata kitu. Mimi <laughs> si ng'ombe. Uh-huh. Mimi niko na kitu kwa kichwa. Ukinipea nyumba yako nitarembesha. <laughs> Then ng'ombe ananifikiri mimi ni ng'ombe, ng'ombe. Nimetoka kazi. Niko na kitu kwa kili yangu. Nikipata mwanasiasa nitafuta tenda. Afadhali nitumie Moza ni connect na governor fulani nipate tenda kwa county fulani. Then ng'ombe anakuja hapa na si mtu bure. Nataka kuambia vijana, yale mheshimiwa rais alifanya leo ni kitu ya busara, tena ni kitu ya maana zaidi. Ndio maana nilikuwa nazungumzia mambo kama hayo. Unapata vijana wa Kenya wako na kumbavu kuingia online kuchora rais jinsi wanataka. Unapata wengine wanaingia tena kuchora rais ya, ya, ya jirani mama Zulu, kwa sababu kumbavu ya vijana wetu. Nataka kusema hivi, Mungu amekujalia na akili, bat unatumia akili yako ku waste time yako kama kijana. Hiyo ndio nikuambia free, unatumia muda wako mwingi ya kufanya video pusi, haina faida unapata wanatikwa una una na <tutu> <tutu> mama mama zalishwe na kama hizo hebu mwangali uzi na kama hizo. Mama Suluu amejenga kitu ambayo najulikana kama Royal Tour kule Tanzania na katimiza malengo ya hayati John Pombe Magufuli. Leo hii watalii wanahama Kenya, wanaenda kule Tanzania kwa sababu misingi ya mama alijenga Royal Tour ya watalii, wanaingiza pesa, then ng'ombe wanashinda internet kutukana mama Zulu na nataka niambie Mheshimiwa Rais, tafuta namna wowote lolote atakaye kukuchora na chora rais ya jirani, finye makende yake. Kenya isblong tu sheria tuweze kudanganyana, ndugu zangu Lazima tukae kwa katiba, mambo yule ambayo tunazungumuzia leo hii. Nikitukana na rais, katiba hii moja ambaye ni mpea haki kuzungumuza, itakaye nifunga kwenye kwenye, kwenye nini, mahakama. Kuna uhuru mali inafikia watu. Ndugu zangu wa Kenya, tuwache upusi. Tunatumia muda mingi kwenye, kwenye mitandao kukejeli viongozi, kutukana viongozi na kudaliliza badi ya viongozi. Unakuja hapa bwana wewe, bwana peleka jingako na pombe yako bado unapeleka. Mimi sio rika yako na mimi sio kunywi. Komesha kabisa. Endo, vute pombe yako bado unavutia. Na sio Mkenya, Mkenya, Mkenya. Nataka Nataka kusema kusema hivi hivi, ni ni huko. Hapa, bwana Mkongo. Tuende bwana. Nataka kusema hivyo, hatutaruhusu ya kwamba tunatukia, tunatumia muda mwingi kudhalilisha Mama Suluhu na ao ngomba ambayo nadhalilisha Mama Suluhu. Yeye mwenyewe achangi uchumi ya taifa la Kenya, changi utapata wifi na ya baba yake alipi tax. Tax chakula mba anakula, baba yake ndiye anang'ang'ana, yeye amayoka vitu zake na makalio zake kwa kiti, anatumia wifi ya baba yake. Kutokana na Mamasuluhu, enda Dar es Salaam confirm ili asijerihu mama amejenga. Kwani mheshimiwa rais wa Kenya ni mjinga? kwenda kwama mzamaa dana nama msamaa kwa niaba yao wajinga. Rais tafuta wawa watoto, finya kweli kweli, ofinya wafinyamk makende zao <laughs> hatuta kuwa na mwida mwingi ya kuharibu, lazima tuambie mheshimiwa rais. <laughs> na mheshimiwa rais wa Tanzania mama Zulu taifa la Kenya iko my friend, katiba ambayo tunavuria hii tukana rudulesa kama unalala kwa nyumba ya mamako utakamatwa, utafinya hizo makende zako. Unajua kuna sheria zote mbili, sio moja, lazima tutii kanuni my friend. Taifa la Tanzania wako na katiba zao na wako na sheria yao, wanazungumza chini ya sheria yao mimi niko hapa Kenya ninazungumuza chini ya katiba ya taifa la Kenya. Nikivuka mpaka ya katiba, serikali inaongoja. Ndio maana kuna DCI kuna NIS kuna polisi, hivyo kitengo zote tatu watanishughulikia vilivyo, kwa sababu nimevuka mpaka yangu yo ya uhuru. Then unapata mtu anatukana mama, mama Zulu, wakati Vonpas Mwangi anaitwa Vonpas Mwangi banani Vonpas Mwangi amelipwa na wazungu Vonpas

Alipe vijana wa Kenya Amisa, kutokana mama Zamzam. Hatutakubali, hatutakubali my friend, hatutakubali, hatutakubali tundulizu kulipa vijana kina Francis Mwangi kutokana watu kutokana rais wa Tanzania. My friend, nataka niambie, mama Sulu usikubali, Sulu usikubali, Mheshimiwa tundulizu kulipa watu Kenya. Finya kabisa. Finya. My friend. Nataka niambie vijana wa Kenya, Tuwachu mbafu ya kutokana viongozi. Mama Suluhu amefanya kazi vizuri Tanzania na akaanzisha idara ambayo anajulikana mama na mtoto, hataki mtoto wote wa kupoteza maisha yake. Iwapo atapoteza maisha, wewe kama daktari utajibu maswali. Then, wewe unakuja hapa unadhalisha mama Sulu kwa sababu umelipwa na tundulizo. Nataka niambie baba Karua, ni nyinyi mlichangia mambo ya hisi ya kura. Wakenya sasa wangekuwa na kazi kama wewe ulichangia kuibia Raila Odinga kura saa hii mimi sana, lakini kwa sababu ulikuwa umeibia Raila Odinga 2007 wa Kenya wengi, wakenya wa Kenya wengi wakakufa. Then una, unajifanya wewe ni mtetezi, unaenda Tanzania. Wewe ni mtu umelipwa na Tundu Lissu, unakujua vizuri my friend, wacha kudalilisha Tanzania. Tanzania kuna katiba, Tanzania kuna sheria. Kuombesha mara moja. Mama mchapa kazi rais wa tena wa Tanzania ni Mama Suluhu. Lazima tuheshimu viongozi barani Afrika. Haya haya haya. Haya. Unajua masheria.